Jambo ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Radio Television Ngyoku International, ni nakusalimu mara nyingine mahali popote pale ulipo, huku nikikutakia kila laheri, nikitoa shukrani zangu za zati kwaku ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Radio Television Ngyoku International. Nikukaribishe niombe karibu kuungana nami mwanzo hadi mwisho. Mimi ni wako Zakai Chubaka Paskal Enite, sauti ya mzalendo nikinguruma kwenye mikrofone ya Radio Television Ngyoku. Nikumbe hapo ulipo usisahabu kuji abone alafu ku like kugusa hako kwa kidole oke okay, hapo chini na huu, ili huo wa kwanza kupata yale ambayo tutakuwa tukikupeperushia kila wakati. Sauti ya mzalendo ni kinguruma kwenye mikrofoni ya radio television Ngyoku International, na katika niliyokuandalia leo hii ni kwamba baada ya tukio la mafuriko lililofanyika Mei tarehe nane hadi Mei tarehe tisa mwaka wa elfu mbili na ishirini kwenye kijiji cha Kasaba, sasa ni takribani watu mia moja na kumi ambao imeripotiwa wameweza kufariki kutokana na mafuriko hayo ambayo yaliweza kufanyika Mei hiyo tarehe nane hadi Mei tarehe tisa mwaka huu tunao wa elfu mbili na ishirini na tano. Kijiji cha Kasaba ni kijiji kinachopatikana kwenye tarafa la Fizi sekta ya Nganja kwenye kitongoji cha Babungu kusini, ambako ndiko kuliko kwa kukipatikana mto mdogo uliosababisha mafuriko makubwa hadi kuweza kusababisha zaidi ya nyumba 48 kutoweka, zaidi ya ngombe na mbuzi tisini kuweza Weka, lakini pia zaidi ya watu arobaini na nne kuweza kujeruhiwa vikali. Hali hiyo imetokea baada ya mafuriko hayo makubwa yaliyoweza kufanyika Mei tarehe nane kuamkia Mei tarehe tisa mwaka huu tunao wa elfu mbili na ishirini na tano, hali ambayo imesababisha baadhi ya rahia wanaoishi maeneo hayo wa kuweza kuishi kwa wasiwasi, haswa kuonekana na kukosa kusaidiwa na msaada wote ule wa haki za kibinadamu, lakini pia na msaada wote ule wa matunzo lakini pia na chakula, kulingana na hali walionayo kwa sasa. Baadhi ya mashirika ya kirahia na baadhi ya miungano mbalimbali ya kirahia inaomba kwa serikali ya DRC kutokunyamanzia jambo hili, lakini kuweza kujitoa na kutoa msaada kwa rahia ao ambao waliozurika. Abedi ni mratibu wa moja ya mashirika za kirahia lakini pia miungano ya kirahia ambayo ni Machozi ya Raia, anasema kwa uzuni kubwa, sisi vuguvugu Machozi ya Raia tumepokea taarifa za maafa makubwa yaliyotokea usiku wa tarehe nane kuingia tarehe kenda mwaka wa elfu mbili ishirini na tano katika jiji la Kasamba, sekta ya Ganja, kundi la Babungwe Kusini, teritori ya Fizi, mkoa wa Kivu ya Kusini. Mvua kubwa zilizosababisha mafuriko zimeua ndugu zetu, kubomoa nyumba na kusababisha mateso makubwa kwa familia nyingi. Tunatoa pole na rambirambi kwa familia zilizofiwa, tunawapa moyo waliojeruhiwa na waliopoteza makazi yao, na tunawakumbuka kwa heshima wale wote waliopoteza maisha yao. Katika hali hii ya machonzi, tunaomba msaada wa haraka kutoka kwa mashirika ya kibinadamu: chakula, dawa, hema, msaada wa kisaikolojia kwa waathirika wa janga hili. Tunaomba viongozi wa mitaa, mkoa na taifa kushirikiana, kusaidiana, kusaidia waathirika na kuweka mikakati ya kuzuia majanga kama haya siku zijazo zaidi ya hapo, sisi machozi ya raia tunatoa onyo juu ya mito ya Mulongwe na Kavivira mjini Uvira, ambazo zipo hatarini kufurika nazo na kusababisha maafa makubwa kama ya Kasamba, endapo mvua kubwa zitanyesha kabla mito hizo zijachimba wala kupanuliwa kwasa, kwa, kwa kuwa zinajaa michanga nazo mengi mingi sana. Tunakumbusha kwamba kuzuia ni njia bora ya kulinda maisha ya raia. Kutokuchukua hatua ni kuharibisha maisha ya watu wengi bure. Tunashauri eh, tathmini kamili ya uharibifu ifanyike ili kupanga msaada wa ukweli na, na wa muda mrefu kwa jiji ya Kasaba na familia zilizoathirika na mafuriko tunasimama, kwa, tunasimama na wananchi kwa ajili ya heshima na usalama wao, na tunatoa wito kwa viongozi na mashirika ya misaada, vyombo vya habari na jamii eh, kwa ujumla kushirikiana kuzuia majanga mengine. Huyo ni Abedi ambaye ni moja kati waratibu wa mashirika ya kirahia lakini pia miungano ya kirahia ambayo inapatikana mashariki mwa DR Kongo. Wakati hayo yote yakiendelea huko Kasaba, huko Uvira, ni kwamba kumeweza kuripotiwa mauaji ya mwanababa mmoja ambaye aliyefariki kwa kupigwa risasi kwenye maeneo ya Kalundo, ambayo ni kwenye kata ya Kabindula huko Uvira, ambako inasemekana mwanababa huyo aliweza kupigwa risasi na watu wasiojulikana. Abedi anaeleza mengi komuni ya Kalundu karche Kabindula aveni Musoko e, mida ya saa kumi na mbili mnamo tarehe kumi na moja mwezi wa tano mwaka huu, baba mmoja anayetukajia na Ango, Angola amepigwa e, risasi na watu wasijulikana na nyumbani kwake, wakati poa alikuwa akitoka kazini. E, tunalani sana e, vitendo hivi ambavyo, e, vinaendelea kutishia wakaji sana wa Uvira mara kwa mara tunakuwa tukiona watu wakipigwa masasi kiolela, watu wanakufa kiolela, na ni kwamba kabisa e, eh, serikali ijikaze namna gani inaweza kufanya uchunguzi ili kwamba watu ambao wanaendelea kutenda vitendo kama hivyo tukuwekwa nguvuni, kwa sababu hatuendelea kukubali kila mara na kila wakati watu wako wanakufa eh, na kusiku kunakuwa suite favorable kulingana eh, na manquette zenye labda tuko tuna uh, walombo wako wanafanya tuko tunapata maswite kwa sababu inakuwa kabisa hali ya kuogopesha sana, siku kwa siku eh, Uvira watu wanalia, watu zagazaga zagazaga wa wakwao eh, kwa kupigwa risasi kiolela, ni sana Uvira. Eh, ni kwamba tunaomba sana utafiti ufanyike, eh, ili kwamba watu wa kaidi hao ambao wamefariki kama naye tubwe kwa nguvu, kwa sababu mpaka sasa hivi hatuyayua na kuelewa chanzo ya kufa kwake, kwa sababu hatutaendelea kuona namna gani kisi watu wataendelea kuumizwa, watu wanaendelea kupata wa mashida kama na hizi, kisha serikali na baki kimya. Hiyo ni kitu ambacho inaendelea kuogopesha wakaaji wengi sana na kuwacha katika hali ya uga sana na hali isitofahamu kulingana na hayo ni kwamba inaweza kuwa vema sana kuwa wewe wanafanya duria vyombo vya wahusika na usalama wanafaa duria mapema sana iwezekanayo, kwa sababu tushaanzaona maoperasioni kufanyika mamida za jioni tu ako wanahuja tena usiku wanakuja mamida za jioni tu wanafuta nahia kuvidani sana. Ni kwamba utafiti ufanyike, ili kuwa watu hao wakamata na kuweka nguvuni. Zizo kwa jambo njema sana. Na ndugu msikilizaji, huyu ni Abedi kama livyo kujuza, moja kati ya waratibu wa mashirika ya kirahia lakini pia miungano ya kirahia machozi ya rahia yanayopatikana mashariki mwa DR Kongo. Na ni kwamba kwa upande mwingine hali ya Kamanyola, Luvungi, Katogota na maeneo mengine ya Nyangezi, ni kwamba muda mnaokuja hapo baadaye tunakuandalia mambo mazuri mazuri, nikombe ungana nasi mwanzo hadi mwisho. Lakini kufikia hapa, ndio sina la ziada, niombe niseme alamu. Ni kombe ungana nasi uweze kujiabone hapo lipo na uweze kulike, ili iliwo kwanza kupata yale ambayo tutakuwa tukia peperusha Radio Television Ngyoku eh, International. Mimi ni wako zake Chubaka Pascal.